Wewe kama mwanaume fanya majukumu yako, swala la uwanaume wako litaonekana litaonekana safi sana. Kwa hiyo kama nyinyi mnafanya majukumu yenu, hapa naona mnapika nyama hapo, kuna mlenda

Anakuja mwanamke anavuta ndani kile, Ah, mimi yeah, nimepikia chipsi zangu pale. Yaani, kachukua za kwako mama gamba ni ambi um, wanawake sio kwamba uwe amesema kwamba lazima wasubiri wakati wa Mungu wasubiri mm. Lakini kuna wakati kuna vitu ambavyo Mungu tabia na vitu kama hivyo. Tu kwamba wafanye nini angalau. Ukifanya hiki na hiki ndio unaweza kuonekana ni mtu sahihi labda arekebishe kwenye mavazi, unaweza kusema labda arekebishe katika kauli kauri u mm, eh, naamini amna mwanamume anapenda kuwa mwanamke ambaye ana azima ni mcharuko eh, mm, ambaye anaweza kuwa na kunatuambie wewe hapo sababu mbili tu kwamba afanye kina hiki, inawezekana kasaidia kidogo. Sawa, asante. Kwanza kabisa, yani mtu ametaka kuolewa mm, anza kuishi kama mke mm, sababu una mpango Kuolewa anza kuishi kama mke sio. Unajua kuna ile mtu anasema nasubiria kwanza niolewe ndio nitulie. hmm. E, sa umeshaamua ama umetaka kuolewa, kwanza kabisa, jambo la kwanza ni la kumshirikisha Mungu, mwambie Mungu nina mtu huyu na huyu, namkabidhi mikononi mwako, kama ni mapenzi yako, naomba tufikie hatua fulani. Lakini wewe pia unazungumza na mwenzako Haya, mahusiano yetu yana tija ama tupo tu hapa katika katikaau baada ya muda kila mtu anakwenda ah, za zake. Lazima uwe na mahusiano yenye tija, lakini pia anza kuishi kama mke ni mm. e, sio ile unasubiria eti sana mwanaume anasubiria utulie ndo akuoe unapishana. Okay. Unu, na wakati yes. Uy, anza kuishi kama mke kama ulikuwa una tabia unaona kabisa tabi, hapa a mm. Wanaume wengi huwa wanaangalia mavazi bia hawapendi ya <laughs> mwanamke mwenye maneno mengi hivyo, okay. Unakuta wengine wengine huko ni wale wanapenda hata kuenda kwenye vigodoro, sijui wanaita mm. wenyewe ngoma ngoma, tikisha viuno e, e, okay. Wengi hawapendi hivyo hivyo. ha, nashukuru sana. kama nimemuelewa, madam hapa anasema ukitaka kwenda ku, ku, Mbagala, pita njia ya Mbagala. Ukitaka kuolewa, kaa, anza kuishi kama mke, na mwanaume anayetaka kuoa, anayetafuta mke, ataona kwamba kuna mke hapa, anaanza kuishi kama mke, hapo anaweza kuolewa kirahisi. Na ukiolewa ni heshima, na kudumu kwenye ndoa pia ni heshima. Kwa hiyo, okay, aseme nimefurahia sana tena. Tunakula ma mchenutunakula maintain. tuna, tuna right? mm. Okay, wote najua kupika na nini au mnasaidiana? Mmoja anapika na... Hapana, tunajua, ila vile tu tunagawana, mmoja hiki, ili mambo yaende na kalaka. Sawa, mimi nasubiria chakula cheni nzuri na kizuri sana, au sio? Salimu, haya, namakiayapeni mkono wa kuagana kia mwisho, ndio.